Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi. Shirika la ujasusi la Urusi FSB limesema limezuia shambulio la kigaidi la Ukraini katika mkoa wa Krasnodar kusini ya Urusi. FSB imesema imemkamata jamaa mmoja ambaye aliajiriwa na Ukraine kulipua jengo la utawala la kampuni ya nishati katika eneo hilo. Kwa mujibu wa FSB, jamaa huyo mwenye umri wa miaka 20 Alitafutwa na Ukraini kwa njia ya WhatsApp mapema mwezi Februari. Kwa mujibu wa FSB, kazi za awali alizopewa jamaa huyo na Kiev ni pamoja na kupiga picha vifaa vya kijeshi vya Urusi pamoja na kukusanya habari juu ya harakati za meli za Bahari Nyeusi ya Urusi. Taarifa ya shirika hilo la ujasusi imeeleza, baadaye jamaa huyo alitakiwa kufanya shambulio la kigaidi kwenye maeneo ya umma. FSB inadai ulimkamata jamaa huyo wakati alipokuwa akilifuata bomu hilo. Wakati hayo yakijiri FSB imemkamata pia raia mmoja wa Urusi ambaye ni mfanyakazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa huko Shukumi, mji mkuu wa Jamhuri ya Bakishia ambaye alikuwa akishirikiana na shirika la ujasusi la Ukraine kuandaa vitendo vya kigaidi nchini Urusi. Kwa mujibu wa shirika la ujasusi la Urusi FSB, mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 45 aliajiriwa kama mtaalamu wa huduma uhandisi wa ufundi katika uwanja huo wa ndege, na inadaiwa jamaa huyo alikuwa akitoa taarifa za shughuli za uwanja huo kwa kurugenzi kuu ya ujasusi ya Ukraine GUR. FSB imesema jamaa huyo alikuwa katika hatua za mwisho kutuma miundo ya uwanja huo kwa ujasusi wa Ukraine ili kupanga shambulio la ugaidi mtumia. Alipanga kupeleka michoro ya mpangilio wa uwanja huu wa ndege na hasa eneo la kuegesha ndege za wajumbe rasmi wa kimataifa, FSB imesema. Wakati hayo akijiri, wa Governor Belgrade Belgrod Vilacheslav Gladkov amesema mwanamke mmoja ameuawa na watu wengine wanne wamejeruhiwa katika shambulio la drone katika kituo kimoja cha mafuta huko Belgrad. Waokoaji wameupata mwili wa mwanamke mmoja kutoka chini ya kifusi, gavana huyo alisema, akiongeza kuwa bado kuna tishio la mashambulizi ya pili ya ndege zisizo na rubani katika mji huo kutoka Ukraine. Kwa mujibu wa gavana huyo, wanawake watatu na mwanaume mmoja walipata majeraha katika mkasa huo na wanaendelea kutibiwa. Zaidi ya droni mia moja zilidunguliwa na jeshi la Urusi, ishirini zikiangushwa katika mkoa wa Belgrod, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Na wakati hayo akijiri mkuu wa kijiri shirika la ujasusi la Ujerumani amesema Urusi inaweza kushambulia nchi za NATO pale tu mzozo wa Ukraini utakapomalizika. "Tuna uhakika na tuna data mahususi za ujasusi kuwa Ukraine ni hatua moja tu kwenye njia ya Urusi kuelekea kuishambulia magharibi," Bruno Kahl alisema alipoulizwa kwa nini Ujerumani inaongeza bajeti yake ya ulinzi kwa kasi. Kuna watu huko Moscow wanaamini kuwa kifungu cha tano cha NATO kingezingatiwa na hivyo wangependa kufanya majaribio. Kwa mujibu wa jasusi huyo, Urusi ina shaka juu ya azimio la Marekani la kutetea washirika wake na kutuma wanajeshi wake kuvuka Atlantic eti kufa kwa ajili ya watu wa Tallinn, Riga au Vilnius. Urusi inaweza kutuma makomando wake huko Estonia kwa kisingizio cha kuwalinda watu wachache wa, wa Baltic wanaozungumza Kirusi. Kahli alisema na kuongeza kuwa lengo kuu la Urusi ni kuirudisha nyuma NATO hadi miaka 1990 na kuisukuma Marekani nje ya Ulaya. Rais wa Urusi Vladimir Putin mara kadhaa amesema upanuzi wa shughuli za NATO kuelekea mashariki ya nchi hiyo ni miongoni mwa sababu zilizozua mzozo wa sasa baina ya taifa hilo na Ukraine. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema ikulu ya Marekani, White House, itapunguza ufadhili wake wa kijeshi kwa Ukraine, huku utawala wa Rais Donald Trump ukiendelea kutafuta suluhu la amani kwa mzozo huo. Hegseth ameyazungumza hayo mbele ya kamati ya bunge la Congress siku ya Jumanne tutapunguza bajeti. Utawala huu una mtazamo tofauti sana na mzozo wa Ukraine. Hegseth alisema, wa Ukraine Hegseth alisema alipoulizwa kuhusu ufadhili wa msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Toka ingie madarakani Rais Donald Trump amekuwa akitafuta suluhu la amani kwa mzozo wa Ukraine tofauti na mtangulizi wake Rais Joe Biden. Suluhu za amani tunazozitafuta ni kwa manufaa pande zote na ni kwa maslahi mapana ya taifa letu kote duniani, Hegseth alisema. Utawala wa Trump umekuwa ukipunguza usaidizi wa kigeni kwa kutumia sera yake ya Marekani kwanza, na imejikita kutatua shida za ndani za Marekani zaidi. Wiki iliyopita makamu wa rais wa Trump JD Vance aliungana na bosi wake kukosoa utawala uliopita kwa kutumia fedha nyingi za walipakodi wa Marekani kwenye mzozo wa Ukraine na kuacha njia ya usuluhishi za diplomasia.